Mheshimiwa Spika, usawa wa jinsia na ushirikishwaji katika vyombo vya uamuzi ni miongoni mwa nguzo muhimu za utawala bora. Kumekuwa na tatizo duniani la ushirikishwaji hasa wa wanawake katika vyombo vya maamuzi. Kutokana na hali hiyo, kumekuwa na vuguvugu katika mataifa mbalimbali mbali duniani ya kuhakikisha kuwa wanawake wanawakilishwa vya kutosha katika vyombo vya uamuzi ili kukidhi matakwa ya utawala bora. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bara la Afrika vuguvugu la kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi lilipelekea nchi wanachama wa jumuiya ya SADC kuazimia kuongeza nafasi za wanawake katika vyombo vya maamuzi kufikia angalau asilimia hamsini. Mheshimiwa Spika, Tanzania ni mwanachama wa jumuiya ya, ya SADC na iliridhia mkataba huo. Mheshimiwa Spika, katika kulikuwa na jitihada za kuongeza nafasi za wanawake katika vyombo vya maamuzi hapa nchini katika serikali ya awamu iliyopita, lakini takwimu zinaonyesha kwamba nafasi za wanawake katika awamu hii ya tano zimepungua. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya mtandao wa jinsia TNGP, ni kwamba hadi kufikia Julai 2016 uteuzi wa baraza la mawaziri ulionyesha kushuka kwa idadi ya wanawake ukilinganisha na kipindi cha serikali ya awamu ya nne wakati serikali ya awamu ya nne iliteua mawaziri wanawake kumi sawa na asilimia 33.3 ya baraza lote, serikali ya awamu ya tano iliteua mawaziri wanawake wanne tu kati ya mawaziri 19 sawa na asilimia 21.1 na hivyo kufanya uteuzi wa wanawake mawaziri kushuka kwa asilimia 12.2. Mheshimiwa Spika, taarifa ya CNGP inaonyesha pia kwamba kati ya makatibu wa 29 walio walioteuliwa 26 walikuwa ni wanaume sawa na asilimia 87. Mheshimiwa Ruth, kuna taarifa muhimu sana. Utulie hapo hapo tu, siende kukaa, utulie hapo hapo tu. Mheshimiwa Ruth, Mheshimiwa Mollel, kuna nini Mi... As so, ya yeah, Mollel kwenda kwa Mollel. kwa hiyo tulieni. Mheshimiwa Ruth, baki hapo hapo, usiondoke, baki tu hapo hapo. Mheshimiwa Mheshimiwa, ea, asante Mheshimiwa mole... Spika Nasimama kwa kanuni ya 681 na Mheshimiwa Spika, napingana na, na taarifa ya kambi ya upinzani ambapo nitanukuu, nasema kwamba anasema kwamba kwa upande wa bara la Afrika vuguvugu la kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi lilipelekea nchi wanachama wa Jumuiya ya SADC kuazimia kuongeza nafasi zao wanawake katika vyombo vya maamuzi angalau katika asilimia hamsini. Ibara ya kumi na mbili ya mkataba wa SADC inasema kwamba parties shall endeavor that 2015 of, uh, at least 50% of decision making position in public. Mheshimiwa Spika, nilichotaka kusema ni kwamba wao, wao wenyewe ndio ambao kwa namna moja au nyingine wameonyesha... <laughs> wamekuwa wame wakizipunguza hizi asilimia na kwa mfano dhahiri ambao umetokea hivi karibuni, Mheshimiwa Spika, ni katika uchaguzi yeah. Kwa hiyo wao ni wa kwanza wakwanza wanasigiza za wanawake kuilaumu serikali Mheshimiwa Ruth Mollel, taarifa ni ya kwako. Taarifa, mheshimiwa. Sawa, speaker, utajua cha kufanya, alafu endelea kusoma. Wengine wote tulieni sasa. Taarifa, mheshimiwa, mheshimiwa Ruth Mollel. Uh, silinde, ukae ukae, eh, endelea mheshimiwa Ruth. Hakuna, hakuna taarifa katika hotuba mheshimiwa. Wewe unawasha, ndio maana anashinda kuwasha aliyoko huku mbele. Mheshimiwa speaker, siipokei taarifa na nataka nataka nataka nataka ninukuu ibara ya 12 ya mkataba wa sadek inasema parties shall endeavor that 2015 at least 50% of decision making position in public and private sector are held by women including the use of affirmative action measures as provided for in article 5